ambao utakuwa ni wawizi wa nguvu wa ghilba utaitumbukiza Zanzibar kuliko tulikotoka. Sisi wana wa nchi hii kubali ao, hatutaki kurejeshwa tena nyuma. Tufanye uchaguzi, shinda na aliyeshindwa washirikiane nchi hii ndio utaratibu wetu wa kikatiba, utaratibu watu wa nchi hii kukubaliana na amepatikana kwa wananchi wenyewe kutaka njia hii. Maskini ya Mungu unamwambia aje ya hamsini na tano elfu kutia namba ya pikipiki ambayo umempa mwenyewe na kailipia. Huu ni uhuni, huu ni wizi. Tunahitaji, tunahitaji rais ambaye atakayetuheshimu, rais ambaye atatufikiria, rais ambaye atakuwa na ujasiri kusimama dhidi ya watu ambao hawataki mageuzi na mabadiliko ndani ya nchi yetu.